Huduma za matibabu katika hospitali ya Transmara huko Kilgoris zimetatizika pakubwa baada ya usimamizi wa hospitali hiyo kuamua kuifunga ghafla kufuatia tukio la uvamizi wa wahudumu wa afya usiku wa kuamkia Jumatano na kuacha maofisa wa afya na majeraha. Kwa mujibu wa baadhi ya maofisa katika hospitali hiyo ambao hawakutaka kutajwa, wahuni waliojihami walifika ndani ya hospitali ya Transmara West usiku huo, wakiwa na mgonjwa aliyehusika katika ajali na kuzua vurugu baada ya mgonjwa wao kushauriwa kupata matibabu katika hospitali moja ya misheni kufuatia hali yake mbaya. Nilikuwa nnalete mtoto nikuwa nnakuja kutibu hapa hospitali na nakuja kukuta hospitali nimefunga, sujui zaa atapeleka wapi mtoto hii. Nilikuwa nimevunjika muguu, nilikuwa nlikuwa x-ray na nimepata hospitali nimefungwa. Sasa hata tukikuja atupati madawa naambiwa ndo nunue nje, wanakuanikia nakwambia nunue. Nimetoka Lolgorian, ilikuwa nimetumwa scanning kwa sasa nimepata hospitali wamefunga sasa sijui usaidizi tutatoa wapi? na ni hapa tu ndio tunategemea, ndio nini ya serikali.